Nikukaribishe tena kwenye meza yetu ya habari ili kusudi tuendelee kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani, lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Kwa mujibu wa gazeti la Kishindo cha kutetemesha, inaelezwa kuwa ukimya wa aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Freeman Aikaeli Mbowe, ambaye kwa sasa ni mstaafu wa ivuruga Chadema Yaani, ukimya wa Mbowe waivuruga Chadema. Kwanza, hajawahi kushiriki kikao chochote kuanzia makabidhiano hadi hivi sasa, aongeza hofu kushindwa kampeni ya no reforms, no election. Pili, ukaidi kiburi, na majivuno ya Lisu yatajwa eh, kuwa chanzo kikuu cha kususa. Tatu, Lisu akwepa maswali ya wahariri alipoulizwa Mbowe yuko wapi adai atajibu siku nyingine. Na Alfred Sezali. Ukimya wa mwenyekiti wa zamani wa Chadema Freeman Aikaeli Mbowe umeonekana kukivuruga chama hicho kwa kuonesha bado athari zilizotokana na uchaguzi wa ndani zinaendeleza mpasuko. Taarifa zilizopo zinaonesha kuwa Mbowe tangu abwagwe kwenye uchaguzi uliojaa mizengwe, matusi na kufedheheshana, hajawahi kushiriki kikao chochote. Kwa mujibu wa katiba ya Chadema, kwa nafasi aliyokwisha ishika, Mbowe anaingia moja kwa moja katika vikao vya juu vya chama vyenye maamuzi. Kama hiyo haitoshi, Mbowe hakuweza kutokea katika makabidhiano ya ofisi na mipango ya chama, hali inayotafsiriwa mambo si shwari. Wanachadema sasa wavurugwa sana. Kwa mujibu wa taarifa ambazo Kishindo imezinasa, hali hiyo pia imeonekana kuwavuruga wanachama wa Chadema hasa wale waliokuwa upande wake, wasijue mwelekeo au msimamo wa kiongozi wao huyo wa zamani ni upi. Taarifa hizo ziliongeza kuwa pia kwa kutoshiriki kwake kikao chochote kumeongeza hofu ya kufeli kampeni ya kususia uchaguzi ambayo kimsingi inaonekana haina baraka za Mbowe. Kishindo kimedokezwa kwamba kushindwa kwa kampeni hiyo kunathibitishwa na ukimya wake wa kushindwa hata kuizungumzia kampeni hiyo tangu kumalizika, uchag... eh, tangu kumalizika uchaguzi wa ndani. Msimamo wa maridhiano hata hivyo mpaka anaondoka madarakani, Mbowe alikuwa muumini wa maridhiano, hivyo inaelezwa kampeni hiyo hawezi kuiunga mkono kwa sababu amekuwa akiamini katika mazungumzo zaidi. Msimamo wake huo tangu awali ulipingana na wa Lissu ambao aliutumia kumkejeli na kumfedhehesha nao wakati wa kampeni kwa ushiriki wake wa mazungumzo na serikali. Mbowe alishaonja athari za kutumia nguvu katika kudai mambo hasa serikalini, ikiwemo tukio la mwezi Septemba mwaka wa 2024 ambalo alipata aibu ya mwaka kwa wanachadema akiwemo Lissu kumsusia, ma, eh, kumsusia maandamano aliyoyaitisha na kujikuta anaandamana akiwa na binti yake. Aibu hiyo huenda ikamkumba Lisu pia ambaye alisema kampeni yake hiyo ya kususa uchaguzi itapewa nguvu na wanachadema kwa kuandamana. Akizungumza na wahariri wa vyombo vya habari Machi 2 mwaka huu wa 2025, Lisu aligoma kujibu swali aliloulizwa na mahali alipo Mbowe kwa kudai swali hilo atalijibu wakati mwingine. Imekuwa ikielezwa kuwa kiburi, dharau alizokuwa nazo Lissu ndio sababu zilizomfanya Mbowe kususia mambo yote ya chama hicho, hali ambayo inakiweka chama hicho e, njia panda. Inadaiwa kuwa Lissu amepuuza ushauri wa aliopewa na Mbowe wakati alipokubali kushindwa kwenye uchaguzi kwa kumwambia kuwa kama anataka Chadema iendelee kuwa imara na umoja basi afanye jitihada za haraka na makusudi za kuleta maridhiano ya kuondoa makovu yaliyotokana na kampeni chafu walizofanyiana wakati wa uchaguzi wao wa ndani wa Januari 21 mwaka huu wa 2025. Hivyo ndivyo mwenyekiti wa zamani wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema Freeman Aikaeli Mbowe, ambaye kwa sasa ni mstaafu na amemwachia Tundu Antipas Lissu, alivyoibua mazito na kuitikisa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mara baada ya uchaguzi wa chama hicho cha Chadema kuwa umekamilika, naye kukaa kimya kwa kipindi cha muda mrefu, na hii ni kwa mujibu wa kishindo cha kutetemesha gazeti hilo. Itakumbukwa ya kwamba eh, katika uchaguzi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Freeman Aikaeli Mbowe alishindwa uchaguzi huo na akamwachia Tundu Antipas Lissu, ambapo Tundu Antipas Lissu alichukua kijiti kwa Freeman Aikaeli Mbowe, na sasa ndiye mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na anakiongoza chama hicho. Na sasa Tundu Antipas Lissu yupo katika kaulimbiu yake na msimamo wake ya kwamba no no reforms no election, ndicho ambacho Tundu Antipas Lissu kama mwenyekiti wa chama hicho kikuu cha upinzani nchini amekuwa akikieneza hasa eh, mara kwa mara ambapo amekuwa akipata nafasi ya kusimama kwenye majukwaa mbalimbali na kuzungumza. Itakumbukwa ya kwamba Mbowe alimwagiza Lissu kutibu majeraha. Freeman Aikaeli Mbowe aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema ambaye alimaliza muda wake baada ya kushindwa katika uchaguzi na Tundu Antipas Lissu alisema mchakato wa uchaguzi huo umekiacha chama hicho na majeraha. Mbowe alisema japo uchaguzi umefanyika katika misingi ya uhuru, haki na uwazi kama ambavyo aliahidi awali, lakini alisema mchakato wa kampeni umeacha majeraha na, amemtaka, eh, na alimtaka Tundu Antipas Lissu na viongozi wengine waliochaguliwa kuleta maridhiano ndani ya chama. Alisema, mimi niliahidi kuwa kama ningeshinda ningeliunda kamati ya ukweli na maridhiano ili watu wazungumze na kutibu majeraha yaliyoletwa na kampeni. Sasa kama mnaniheshimu kama baba, basi nawaagiza Lissu na viongozi wenzako wapya, mlete maridhiano baada ya majeraha yaliyoletwa na kampeni, alisema. Mbowe pia aliwataka viongozi wapya kusimama na katiba ya chama hicho eh, na kujizuia kuwa na kiburi kuhusu mustakabali wake kisiasa. Mbowe alisema anachukua likizo na ataendelea kujikita katika kufanya biashara zake na kuendelea kukishauri chama. Nimepewa likizo ya lazima na nitaenda kwenye biashara zangu nitafute pesa, na nitaendelea kutoa ushauri kwa chama Nashukuru nimepewa likizo hii kidemokrasia na katika mfumo ambao nimeujenga mwenyewe. Kuna watu waliniambia nijitoe kwenye uchaguzi, nitaathirika, nikawaambia nitafia demokrasia. Kampeni kali, kumalizika kwa uchaguzi huo wa chama cha demokrasia kulihitimisha takriban kipindi cha mwezi mmoja cha kampeni kali kati ya mwenyekiti Mbowe aliondoka madarakani dhidi ya makamu wake Lissu. E, Lissu aliendesha kampeni zake akijielekeza kwenye kuleta mabadiliko ya namna Chadema inavyo, e, inavyoendesha shughuli zake za kisiasa. Alimtuhumu Mbowe akidai amebadilika mno tangu alipotoka gerezani alikokuwa ameshikiliwa kwa miezi nane akikabiliwa, e, na kesi ya ugaidi pia alimtuhumu Mbowe kwa kupokea fedha kutoka kwa watu walio karibu na serikali e, japo hakuwahi kutoa ushahidi wowote. Mbowe alikuwa akisema kuwa bado ana kazi ya kufanya kukiimarisha zaidi chama, huku akimwita Lissu muongo anayewachafua watu bila ushahidi. Hata hivyo wawili hao waliuambia mkutano mkuu wa chama wakati wa kuomba kura kuwa watabakia ndani ya chama bila ugomvi bila kujali matokeo ya uchaguzi. Lakini wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa za Tanzania e, wanasema kuwa, wanasema kuwa kuna hatari ya Chadema kudhoofika na kugawanyika kutokana na tuhuma ambazo viongozi hao wawili walitupiana wakati wa kampeni za uchaguzi. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika